Tulikuwa tunawakilisha washtakiwa e, 47 katika mashtaka ambayo yamefunguliwa leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Wanashtakiwa kwa makosa mawili, kosa la kwanza ni kula njama kwa nia ya kutenda kosa, lakini kosa la pili ni uhaini. Na kwa vile kosa la uhaini ni kosa ambalo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza, kwao washtakiwa hawajapewa haki ya kujibu chochote. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria na kesi yao imeahirishwa mpaka tarehe 19 e, mwezi wa 11. Ziko bachi tofauti tofauti, watuhumiwa ni wengi kama ambavyo umeona. Kwa hiyo mawakili wengine pia watazungumzia bachi zingine, kwa sababu makundi yameshtakiwa katika makundi tofauti tofauti, lakini wote hao wanatuhumiwa e, kwenye makosa haya ambayo yote yanafanana, ya, ya kula njama kwa nia kutenda kosa pamoja na uhaini, isipokuwa na wamekamatwa hizi tarehe 29, 30, 31 tarehe moja mpaka tarehe tano wengine sita na nyakati tofauti tofauti. Na kwa hiyo sasa wame eh, kwenda gerezani kwa amri ya mahakama, na upande wa jamhuri wamesema upelelezi bado haujakamilika kwenye shauri hili, lakini tumeiomba mahakama na tumeisisitiza kwamba kwa sababu ina mamlaka ya kuendesha au kusimamia mwenendo wa kesi hizi iweze kutoa e, usimamizi mzuri na amri kuhusiana na kwamba e, upelelezi wa kesi hizi kwa sababu watu waliokamatwa ni wengi, na kwa baadhi hatujapata muda wa kutosha kuzungumza nao, lakini wengi, baadhi ambao tumezungumza nao wameeleza kwamba wamepigwa sana, wana majeraha, na tumeieleza pia mahakama na mahakama imetoa amri kwamba wale wote ambao wana majeraha wapelekwe e, hospitali ili waweze kwenda e, kutibiwa, lakini pia siku ambayo kesi itatajwa inabidi jamhuri wawasilishe e, ripoti ya hali ya matibabu ya watu ambao wote wamepigwa na wana majeraha kama ambavyo mahakama tumeonyesha. Na bahati nzuri majeraha yenyewe yanaonekana yanaonekana, kwa hiyo e, ya hata mahakama imeona. Kwa hiyo tunategemea tarehe 19 upande wa jamhuri wataleta hiyo ripoti ya hayo matibabu e, kutoka kwa maafisa wa magereza, kwa sababu wameenda gerezani na kigereza ndio itawapeleka hospitali kwa sababu wana mawakili kutoka jamhuri. Kwa hiyo wataiwasilisha ripoti tarehe 19 mahakamani kuhusiana na hali ya matibabu ya watu wote ambao e, wanaumwa pamoja na hayo majeraha ambayo e, wanayo. Hicho ndio kilicho jili e, leo maka. hukumu yake ni adhabu ya kunyongwa e, hadi kufa kwa mujibu wa e, kanuni ya adhabu kifungu cha 2 d na ndo kifungu ambacho wa wanashtakiwa e, nacho na kifungu namba 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu kuna kesi mbili, moja ni kesi e, namba 26382, nyingine ni kesi namba 26394 e, kwa hiyo moja na watu 13, nyingine na watu 34, kwa hiyo hizi ni bachi mbili. Kuna bachi zingine. Na, nadhani nimeona hata mtandaoni kuna Dodoma na maeneo mengine. Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana. Eh, kivyo vile kimsingi sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa, e, kuteswa tena wakiwa e, wamekamatwa, ambao tunaamini kwamba walipaswa wawe salama kwenye e, mikono ya jeshi la polisi. Sasa wamekuja mahakamani, watu wengi wanachechemea, wameonyesha ma, majeraha. Inaumiza kwa kweli, na tunakemea vitendo vya namna hii. E, havipaswi kujirudia e, kwa watuhumiwa ambao wanakuwa wamekamatwa.